Okay. Um, asilimia kubwa uh, baina yetu sisi tumekuwa ni watu ambao tunaangukia kwenye watu wasio sahihi, asilimia kubwa tumekuwa tunaangukia kwenye mahusiano yasiyo sahihi uh, zipo sababu mbalimbali mbali ambazo zinapelekea sisi watu mbalimbali mbali kuangukia kwenye mahusiano yasiyo sahihi na hizi nitakazozielezea hapa ni baadhi tu ya yeah, hizo sababu. Sababu ya kwanza tuna yani, tuna tunafuata hisia na sio uhalisia. Yani sijui niiweke vipi hii lakini, tunafuata kile ambacho hisia zetu zinatutuma kwa wakati ule mm, kwamba yes hisia yangu inaniambia huyu mtu ni sahihi, ananifaa na na nachukua maamuzi bila kujipa nafasi ya kuweza kufanya udadisi na kuangalia uhalisia. Hilo ni kosa kubwa ambalo limetuharibu wengi na limetufanya tumeenda kwenye wrong direction. Uh, sababu ya pili ni kutaka kubadilisha watu. Yani wewe umempenda mtu na tabia zake za ajabu, unaamini kwamba kwa sababu umempenda unaweza kumbadilisha utatumia muda wako, utaspendi muda wako wa kutosha, lakini huyu mtu hawezi kubadilika. Hawezi kubadilika, atarudi kwenye tabia yake. Tabia ni kama ngozi. So tunafuata hisia zetu, alafu baada ya kupitia kile tunachotaka sisi, tunataka yule mtu aenende na kile tunachokitaka sisi, kitu ambacho ni, ni siyo sahihi. Lakini uh, sababu nyingine tuna tunataka tunachokitaka sisi na sio tunachostahili. Uh, wale watu ambao ni real kwetu watu wapende always lakini wale watu ambao sio real ndo sisi tunawaattract tunakuwa nao mm. Unaona kabisa huyu uh, mtu sio, lakini kwa sababu ninampenda, ngoja nimpe muda, ngoja nimpe muda, atabadilika. Mwisho wa siku unakuja unaumia unaumia unapitia maumivu makali, lakini shida ni sisi wenyewe, hatutaki kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu inatuongoza wapi. Tunasikiliza sauti zetu sisi wenyewe zinazotupeleka, mwisho wa siku tunajikuta tumeenda kwa watu ambao sio sahihi. Lakini kitu kingine, kitu kingine uh, ambacho naweza nikaongezea tunapouzia red flag Yawezekana wewe ukuwa unampenda huyo mtu. Yawezekana huyo we mtu amekutamani, hajakupenda au amekupenda, lakini amekutana na mtu the best kuliko wewe. So anaanza kukuonesha zile red flag, hakupigi simu, hakutumii, hakutumi message, hakutafuti, hajali shida zako, hajali sia zako. Ukimwambia, bwana, sasa hivi tumeshakaa kwenye mahusiano muda mrefu It's our time kuanza kuchukua hatua, anakwambia bado una haraka wetu na yes, nini, nini. Maona mwisho wa siku, anapotea taratibu, unakuja kusikia ameshakuwa na mtu mwingine. Uh, inaumiza kwa kweli. So tunapopuzia lady flag kwa wakati huo, ndio zinatupelekea tunaangukia kwenye maumivu makali, so pindi unapoona kuna lady flag ambao unaona kabisa sitaweza kuitolerate of course, naelewa kwamba hatuko perfect 100%, lakini kuna zile red flag ambazo kabisa unaona kabisa, hapa naenda kupotea, tunatakiwa kuzizingatia sana na kuzifanyia kazi ipasavyo. So endelea kujifunza kutoka kwetu, endelea kufuatilia tips mbalimbali mbali za afya. Kama una changamoto kiafya, chukua namba ya simu, tutafute, tutakupa suluhisho. Lakini pia kama unataka kujifunza zaidi, unapitia changamoto kwenye mahusiano yako, endelea kuwasiliana na sisi, endelea kujifunza kutoka kwetu, utapata suluhisho la hiyo changamoto unayoipitia kwenye mahusiano yako Kwa tip